Kiongozi wa Korea Kaskazini, Kim Jong Un, alifanya mazungumzo na katibu wa baraza la usalama la Urusi, Sergei Shoigu, katika jiji la Pyongyang siku ya jana Jumatano, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini KCNA siku ya leo Alhamisi. Katika mkutano huo, Kim alieleza uungwaji mkono wa Korea Kaskazini kwa Urusi katika masuala ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na mzozo unaoendelea nchini Ukraine. Alisisitiza dhamira ya nchi yake kuendelea kutekeleza masharti ya mkataba wa ushirikiano wa kijeshi uliosainiwa mwaka uliopita wa wakati wa ziara ya rais wa Urusi Vladimir Putin katika nchi ya Korea Kaskazini. Mkataba huo unajumuisha kifungu cha msaada wa kijeshi wa pande zote iwapo taifa lolote litakabiliwa na uvamizi wa kijeshi. Mazungumzo hayo pia yalihusisha juhudi za kuimarisha ushirikiano wa, wa kimkakati na kupanua ushirikiano katika sekta mbalimbali Shoigu alikabidhi barua kutoka kwa Rais Putin kwa Kim ambayo ilielezea pongezi kwa maadhimisho ya ushindi wa Korea Kaskazini katika vita vya Korea na kusisitiza umuhimu wa kuendeleza urafiki na msaada wa pande zote kati ya mataifa hayo mawili. Mkutano huu unakuja wakati ambapo Korea Kaskazini na Urusi zinaendelea kuimarisha uhusiano wao wa kijeshi na kimkakati, huko nchi zote mbili zikikabiliwa na vikwazo na upinzani mkali kutoka kwa mataifa ya Magharibi. Katika miezi ya hivi karibuni Korea Kaskazini imethibitisha kutuma maelfu ya wanajeshi kusaidia Urusi katika mzozo wa Ukraine, hatua ambayo imezua wasiwasi mkubwa katika jumuiya ya kimataifa. Aidha, Kim alimtembeza Shoigu katika maonyesho ya silaha ambapo walikagua makombora ya masafa marefu Hwasung 17 na Hwasung 18 pamoja na ndege zisizo na rubani mpya ambazo hazijawahi kutangazwa hadharani na Korea Kaskazini. Maonyesho haya yanaashiria maendeleo ya haraka ya teknolojia ya kijeshi kwa Korea Kaskazini na nia yake ya kuonyesha uwezo wake kwa washirika wake wa kimkakati. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaona mkutano huu kama ishara ya kuimarika kwa ushirikiano kati ya Korea Kaskazini na Urusi, ambao unaweza kuwa wa athari kubwa zaidi katika usalama wa kikanda na kimataifa. Uhusiano huu unaonekana kuwa ni sehemu ya juhudi za mataifa ya mawili kujenga muungano wa kupinga ushawishi wa mataifa ya Magharibi, hasa Marekani na washirika wake. Mkutano huu pia unafanyika katika kipindi ambacho Korea Kaskazini imeanza kufungua milango yake kwa wageni wa kigeni baada ya kufunga mipaka yake kwa muda mrefu kutokana na janga la COVID-19, hatua ambayo inaweza kuashiria mabadiliko katika sera zake za kidiplomasia. Kwa ujumla, mkutano kati ya Kim Jong Un na Sergei Shoigu unaashiria hatua mpya katika uhusiano wa karibu kati ya Korea Kaskazini na Urusi, ambao unaweza kuwa na athari kubwa katika mwelekeo wa kisiasa za kimataifa katika siku zijazo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.